Naomba nizungumze na binti ambaye kijana alikuacha, mliahidiana mengi na kwa bahati mbaya sana ukampa mpaka na moyo wako mm. Na Biblia nasema usiwape moyo wanadamu, umpatie moyo wa Yesu Kristo. Amen. Wewe ukawa kiherehere, ukampenda kwenye levu ya kumkabidhi moyo mm, amekuusagora na mishale ya matendo maovu mm, umelia mpaka umechoka mm. Tumeanza kuwatazama vijana wengine kana kwamba ni wale wale walewale, unawahubiri na majina kwamba wanaume ni wale wale, nyani ni wale wale, tofauti ni poli. Sikiza nikuambie, dada, mchana wa leo mshukuru Yesu kwa sababu alikutoa kwenye hayo mahusiano. Amen. Maana alijua kuna laana inakukabili siku za usoni. Amen. Na amekutoa ili akutendee muujiza wako. Amen wake, mshukuru Bwana.

Bwana alikuwa na kuondoa kwenye kijiji cha lana, maana mahusiano hayo huenda yangeleta mabaraa. Anataka kufanya muujiza mahala fulani. Nazungumza habari ya biashara iliyokufa imefyakia mtaji wako, hata umefika mahali unasema kwa nini. Sikiza kwa mie. Mie, kwa nini? ni kwa sababu Mungu alikuwa na kutoa kwenye biashara ya lana hiyo, biashara ambayo haikumtukuza Bwana. Uaminifu wa matoleo ya zaka na sadaka, Bwana akasema nikuondoe kwanza kwenye mazingira ya ko. Amen. Ili nikubariki upya. Nisikize niwaambie watakatifu wa Bwana, Yesu Kristo, kuna kitu anataka kupeleka. Kuna wakati katika maisha haya Yesu Kristo anaweza kuruhusu tupitie mazingira ya fedheha, ndipo tuweze kukutana na nguvu ya